Kwa upande mmoja imeniathiri sehemu kubwa, kwa sababu utafahamu kwamba uh, kazi kubwa ambayo tunaifanya sisi wabunge au viongozi wa kuchaguliwa, awe diwani awe mbunge au mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kipaumbele chake ni wananchi ambao wamemchagua. Sasa wananchi wamemchagua, wanakuwa kipaumbele kwa wakati gani? Kwa sababu wananchi waliomchagua mbunge au mwakilishi yoyote yule, wanaamini wana kwamba matatizo yao yote wao hawawezi kupata nafasi ya kuwakilisha kero zao zote kwa wakati mmoja. Kwao nafasi kubwa sana wanayotumia ni kupeleka kero zao kwa wawakilishi, kwa wao, kwa sisi. Kama wawakilishi, wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha tunasimamia na kuangalia yale malalamiko ya wananchi. Yako malalamiko ya msingi, yako mengine tunaona ni makosa ya wananchi, tunahitaji kuwaelewesha na tunawarekebisha, lakini yako mengine unaona kabisa hapa kuna makosa ya watendaji kwa namna moja au nyingine ambapo na sisi pia wawakilishi kuna sehemu tunakosea pia. Sasa, sasa kwa mfano tukio la jana kama unavyofahamu kwamba, uh, bahati nzuri sana kupitia ku, ku, ku, kupitia uh, Millard Ayo kupitia Millard Ayo hii hii tarehe ishirini na tatu nakumbuka, tulizungumza vizuri sana na nikasema kwamba hali inayoendelea matumizi ya nguvu zaidi kupitia jeshi la mgambo ambalo kwa kweli linafanya kazi chini ya mkuu wa wilaya, sioni kama maendeleo yake yanaweza kutuletea afya, isipokuwa naona kama kuna hatari mbele, kwa sababu sasa imefika sehemu wananchi wanapiga kelele, imefika sehemu kila kona wananchi wanalalamika wafanyabiashara wanalalamika. Sasa hii hata wale wananchi wa kawaida ambao wamekuwa wakishuhudia vitendo hivi kwa macho yao inawaumiza na wamekuwa wakilalamika sana. Sasa bahati mbaya au bahati nzuri, ndio haya yametokea jana. Kama nilivyosema, kwa nilichofanya ni kumtaarifu mmoja kati ya viongozi ambao wanasimamia operation hii, nikamwambia tumeshazungumza, napata taarifa kutoka kwa wananchi kule Buhongo kwamba watu wanaoitwa mgambo ambao hawako kwenye mavazi rasmi ya mgambo wamevamia na wamekwenda. Shughuli wanaoifanya sasa hivi sio hata ya kuondoa watu, maana zoezi la kuondoa watu walishalifanya kwao. Jana ilikuwa ni kama vile wameenda kwa, wanasema walienda kufanya shughuli nyingine kabisa, lakini wananchi wengine wengi wamepigwa sana. Lakini bado haitoshi, diwani wakata husika amekamatwa, yuko ndani. Sasa, ndugu mtangazaji, kwa kifupi tu naomba watu wanielewe kwamba sina maana mgambo hawa waliopigwa wanastahili kupigwa. Ndio maana toka mwanzo nilitoa tahadhari. Mgambo aliyeumia hastahili kuumia kwa kiasi kile. Wananchi waliochukua hatua mkononi hawakustahili kufanya vile. Kama tumesema, mwenendo huu utapelekea wananchi kuwa na hasira, mwenendo huu unawakwaza watu wengi. Sasa unaweza kuona jana, zinabebwa pikipiki wamama wanabebwa, wanapandishwa kwenye magari, wanadhalilishwa, wanavurishwa nguo, wana nguo zinaanguka, wengine wamejifunga kanga, wengine wanapandishwa, wanavutwa, sketi zinachanika. Kwa hiyo vimefanyika vitendo vingi vya ajabu sana. Kwa hiyo mimi nachoweza tukisema hapa, nimeongea jana, mkuu wa wilaya akazungumza, leo kajibu anayoyajibu yeye, vitu ambavyo ni tofauti kabisa na mada ambayo tunaizungumza. Sina muda tena wa kuja kukaa kujadiliana, wajibu wangu mimi ni kupaza sauti kama hivi ninavyosema kwamba hiki na hiki kinachofanyika hakileti afya kwa mji wetu wa Mwanza. Huo ndio wajibu wangu mimi kama mwakilisho wa wananchi. Ndio maana leo unaona diwani amekamatwa, lakini mkuu, uh, uh, mkuu wa wilaya amezungumza leo kwa sababu gani mgambo amepigwa. Sasa hawa wananchi ambao wanapigwa kila siku karibia wiki tatu leo wao, wow, wow, nani anawatetea? Mtu yoyote aje hapa niambie, tumetenga maeneo mbadala baada ya haya tumeongeza maeneo mengine kwa mujibu wa maelekezo ya rais, kwamba eneo hili hapa na hili hapa na hili hapa ndio maeneo tuliyoongeza. Tumefunga barabara hii hapa na hii hapa kwa ajili ya kazi hii. Mimi nakwambia Dura, niko tayari kwenda jela, niko tayari kwenda lock up kwa sababu ya maneno haya. Mabula, kuna kitu alizungumza mkuu wa wilaya anayekaimu ukuu wa wilaya ya Nyamagana kwamba mara kadhaa amekuwa akikupigia simu na umeshindwa kupokea simu zake, ukweli ukoje? Nataka nikuhakishie Dura, simu zetu ziko wazi mara kadhaa mimi nimepiga simu ya DC haipokelewi. Kwa hata jana sikuwa na sababu ya kumpigia. Ndio maana nimepigia mtu mwingine na akapokea nikamuelekeza. Nikamwambia kuna moja mbili tatu. Lakini nimepiga nimetuma text sometimes hazijibiwi. Sasa habari ya mlango huu na mlango huu tukio limetokea saa tisa afu ni Jumapili. Huo mlango wako mimi naingiaje? Mara kadhaa anasema tumezungumza airport na mimi. Alichoniambia airport na mimi nikaafiki nitamuunga mkono nimefika ambia bana mi ndio na kaimu wilaya Nyamagana na moja ya kazi kubwa tunayotaka kuifanya sasa tunataka tukusanye wajasiria mali kwenye masoko yote Tukisho wakusanya tuwaweke pamoja tuwafundishe usikose ikiwemo kuwafundisha tuwaeleze madhara ya madawa ya kulevya nikamwambia hiyo ni kazi nzuri na mimi nitahusika nita kuwepo sasa kabla sijahusika jana yake watu wamepigwa mtawa mtawa uhuru nakumbuka ile ilikuwa tarehe 21 sasa tarehe 23 watu wamepigwa Mina, mimi nakujaje kuungana na watu wanaopiga watu? Halafu unaniambia the same day, unaniambia hivyo hivyo, halafu unaniambia kwamba mimi, anasema mbunge tunamwita kwenye vikao haji. Kikao kipi ambacho ameniita mimi nikakataa kwenda? Lakini kibaya zaidi, Dula, mimi ni mbunge, siwezi kushiriki kwenye operation hata kidogo Siwezi kushiriki kwenye operation yoyote ile ambayo ina, inaelekeza kumnyanyasa mwananchi haitawezekana. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millardayo na upate habari zote. Install app ya Millardayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millardayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.